Ha, nafasi zingine za kazi zilizoweza kutoka chuo kikuu cha Mkwawa, chuo kikuu cha Mkwawa, Mkwawa University College of Education nafasi za kazi zimeweza kutangazwa leo. Kwa hiyo hakikisha nafasi hii haikupiti, hakikisha unaomba nafasi hizi haraka baada tu ya kuweza kuona aa, tangazo hili. Sasa, jambo la muhimu la kuzingatia ni kwamba kabla hujaomba na nafasi hizi hakikisha uko na cheti chako cha kuzaliwa ambacho kimekuwa certified na mwanasheria au wakili. Lakini kama cheti chako pia ni cha zamani, hakikisha umekibadilisha kuwa cheti kipya. Na kitu kingine ni kwamba hakikisha akaunti yako umeupdate akaunti yako ya ajira poto, umeweza kuupdate kwa sababu uh, application hizi zinafanyika kwa njia ya online au mfumo wa recruitment poto au ajira poto. Kwa hiyo, hakikisha taarifa zako zote zipo sahihi na umeweza kuupdate pale katika akaunti yako. Na kwa wale ambao wamesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na TCU, Necta pamoja na Nactivate. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe ngapi, lakini pia uweze kujua nafasi ambayo unaiomba. Kuangalia vizuri nafasi ambayo unaiomba. Kwa hiyo hakikisha kabla hujafanya maombi umezingatia mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia. Na kwa wale ambao ni mara yenu ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, bonyeza hiyo neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa haraka sana. Na hakikisha umri wako ni miaka kumi na nane na usiozidi miaka arobaini na tano. Hakikisha pia umeandaa CV yako ambayo ina kila kitu kinachotakiwa na hakikisha uko na vyeti vyako original. Result slip hazitakubalika, testimonial result hazitakubaliwa. Kwa hiyo zingatia hayo. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 22 Disemba 2025. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 22 Disemba 2025 na barua yako ya kuomba kazi hakikisha umeiandika katika lugha ya Kiswahili au Kiingereza na barua hiyo ielekezwe kwa Deputy Principal Planning, Finance and Administration, Mkwawa University College of Education P.O. Box 2513 Iringa. Santeni na karibuni.